Faida kubwa sana utaipata. Kwanza kabisa utaacha legacy katika maisha yako, kwamba umefanya nini katika maisha ya dunia, kuna watu umewasaidia kupitia wewe wameweza kufikia malengo yao. Hii ni Success Path Network, SPN, each one teach one. Karibu tena kwa awamu nyingine kwa ajili ya kuendelea kujifunza mambo mbalimbali mbali. Kama kawaida yangu naitwa Halfani Hulilo ama MC Fani. Karibu sana e bwana. Leo nimekuletea mada ambayo inaitwa thamani ya mkono wa juu. Ninaposema thamani ya mkono wa juu, utakuwa unajiuliza ni kitu gani mimi. Niko hapa kwa ajili ya kufafanulia, kwa ajili ya kukuchambulia na kuweza kushare mawazo kwa pamoja. Ninaposema thamani ya mkono wa juu ninamaanisha kwamba ni ule mkono wenye kusaidia wengine. Jiulize hapo ulipo unapotazama video hii, ni mara ngapi umeweza kuwasaidia watu kwa namna moja ama nyingine, ima katika ngazi ya kifamilia ama katika ngazi ya kielimu ama katika ngazi ya kijamii kwa ujumla wake. Ndio maana nikavutiwa leo nikuletee mada hii ya thamani ya mkono wa juu. Hata Mungu anapendezwa sana na mtu ambaye anawasaidia wengine. Kinachotakiwa ni nini kwako wewe, mtazamaji wa video hii ni kuhakikisha kwamba katika mzunguko wa maisha yako, kuwa ni sapota kwa watu wengine, wewe unakuwa ni msaada kwa watu wengine. Inawezekana kama nilivyotangulia kusema, katika ngazi ya kifamilia, ukawa wewe ni sapota katika familia yako, ukawa wewe ni msaidizi katika familia yako, katika eneo maeneo mbalimbali, ima katika ngazi ya elimu, kwa maana ya kwamba una wadogo zako wanasoma, ukaweza kusapoti. Lakini pia inawezekana ni watoto wa dada yako, watoto wa kaka yako, lakini yeye huenda kipato chake kikawa si kizuri lakini wewe ukajitoa ukasaidia, hiyo ni thamani ya mkono wa juu. Lakini pia ukitoka katika ngazi kama hiyo ya kifamilia, unaweza ukaja katika ngazi ya kikazi, hapo ofisini kwako unapofanya kazi, wenzako hakuna maeneo wanashindwa kufiti, lakini tayari wamepitikiwa kama binadamu, mpo wote katika ofisi. Wewe unatumia vipi uweledi wako ujuzi wako ufahamu wako kumshauri huyu mtu kumpa mawazo, bwana, hapa fanya hivi fanya hivi. Lakini pia ukitoka kwenye ngazi ya kikazi, unaweza ukaja katika ngazi nyingine, katika maisha yetu ya kijamii tunayoishi, siku zote tunaishi na watu wenye uhitaji, na nataka nikuambie kitu kimoja, mtazamaji wa SPN, ukitaka kuwa ni mtu utakayepata thamani ya mkono wa juu, hautakiwi kuwatazama walio juu yako, unatakiwa watazame ambao wako chini yako. Kwamba wewe una tano, ukimwangalia mwenye kumi utajiona kama wewe hauna kitu umepungukiwa, lakini je, hujui kwamba kuna wenzako hata moja hawana? Kwa hiyo wewe mwenye tano waangalie walioko chini yako, alafu wasapoti, wasaidie kwa namna ambavyo unaamini itakuwa ndani ya uwezo wako. Hii itakusaidia wewe kupata thamani ya mkono wa juu. Kwa hivyo mtazamaji wa SPN, ndachotaka kukwambia siku ya leo ni wewe kuhakikisha kwamba unatumika kama daraja pia kwa ajili ya watu wengine. Faida kubwa sana utaipata kwanza kabisa, utaacha legasi katika maisha yako, utaacha legasi kwamba umefanya nini katika maisha ya dunia. Kuna watu umewasaidia kupitia wewe wameweza kufikia malengo yao, kwa hiyo ya utakuwa umeacha kitu kikubwa sana, umeacha athari kubwa sana katika maisha ya dunia hii. Lakini faida nyingine ambayo utaipata ni kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe huwabariki sana wale watu ambao wanawasapoti watu wengine katika maeneo mbalimbali. Huenda mtu akawa ni mgonjwa, unamfahamu anahitaji pesa kwa ajili ya matibabu, basi wewe ukatoa kidogo ulicho nacho kwa ajili yake, basi Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya kupenda watu wa aina hii, huwa anawabariki, atakupa wewe baraka na kupitisha eh, baraka zake kwako, ili uendelee kuneemeka uendelee kupata na uendelee kuwasaidia watu wengine lakini ziko faida nyingi sana ambazo mtu ambaye anasapoti watu wengine anakuwa anazipata. Mimi leo nimekuletea au faida hizi chache, lakini kikubwa, tambua kwamba mkono wa juu una thamani zaidi kuliko mkono wa chini. Ikiwa ni mkono wa chini, kwa maana mkono wa kupokea, mkono wa kupokea lakini si wenye kutoa. Kwa hiyo na kusii, mtazamaji wa SPN, hakikisha katika maisha yako, katika mzunguko wako, unakuwa wewe ni mtu wa kusaidia watu wengine katika nyanja mbalimbali mbali, katika ngazi tofauti tofauti, usiangalie walioko juu yako, angalia walioko chini yako. Wape kile ambacho unaamini kitawasapoti, kitawasogeza, na hapo utapata kubarikiwa na utakuwa umeacha legacy katika maisha yako ya hapa duniani. Anyway, hapa ni mahala ambapo tunaendelea kupeana madini mbalimbali. Naitwa Khalfani Hulilo, MC Fani. Tukutane wakati mwingine tena takapokuja na jambo lingine tena. Asante.